Na hapa nimefurahi sana, sio kwa sababu viongozi wakuu hawashiriki, lakini leo kuona waheshimiwa wabunge wako hapa, kuona viongozi wa ngazi za juu mko hapa, basi iwe chachu ya sisi kushiriki katika vikao vya mashina. CCM oye! CCM oye! Kushiriki vikao hivi, na ndio maana mimi nimefanya jitihada za kutosha tafuta balozi wangu yuko hapa, yuko wapi? Nikiwa hapa Dar es Salaam ninalo shina, na nikiwa Dodoma ninalo shina. Kwa bahati nzuri sana, shina langu la Dodoma nimepata taarifa zake, nimewasiliana na wenzangu pale na ninakwenda vizuri. Lakini kama alivyosema kiongozi wetu hapa, katibu wa mkoa, kwa shina la hapa Dar es Salaam nilipo, naona balozi wetu amekwenda makaazi mengine na amesema katika kuandaa mikutano hii tumegundua kuna mabalozi wengine wametangulia mbele ya haki, wengine wamehama na kadhalika. Ni wito wangu kwetu sisi sote viongozi na wajumbe mbalimbali, kaondoka mwenye kaondoka, balozi lakini wajumbe wapo, basi tufanye kila linalowezekana kuhakikisha kwamba nafasi hizi hazibaki wazi tufanye hivyo na kama zitalazimika kubaki wazi, kwa sababu lazima tutazame kanuni zetu zinasemaje, anapoondoka balozi, anapofariki balozi, tuhakikishe basi ile mifumo mingine bado inaendelea kushikilia shina, kwa sababu kuondoka kwa mtu mmoja sio kuondoka kwa shina nzima. Hivyo ni rai yangu kwamba tuwe makini katika mashina yetu, Tuwe wepesi kushiriki vikao, na nitaomba ndugu zangu mabalozi mwe huru, namba yangu ya simu ni namba ambayo inatumika, nina simu moja tu inapatikana. Tujue mwenendo wa vikao vyetu kwenye mashina, ili pende changamoto tushirikiane na viongozi wetu wa ngazi ya juu zaidi, iwe ni tawi, iwe ni kata wenye wilaya hadi mkoa tuhakikishe tunashiriki na vyung, na mikutano hii inashirikisha viongozi wetu wote, hata kama ni wanaCCM waliopata dhamana ya kutuongoza kwenye ngazi za juu, basi tuhakikishe wanashiriki. Na mimi natoa wito kwenu, ndugu zangu viongozi, tusisubiri kuitwa na balozi, kwa sababu vikao vyetu vinafahamika. Vikao vyetu viko katika kanuni, inajulikana, kikao cha mwaka ni kipi, kikao cha kila miezi mitatu ni kipi, kikao cha kila mwezi mmoja ni kipi. Tushirikiane na mabalozi wetu kujua mpangilio ili nasi tushiriki kwa tija. Hivyo ndugu zangu, tutakuwa tunakiimarisha chama chetu kwa vitendo, na sisi viongozi tuwe mfano bora wa kushiriki kwenye ngazi hizo.